Katika mambo muhimu na mambo ya kuzingatia kabla ya kuanza kazi yote inayohusiana na ujenzi, lazima jambo hili ulizingatie sana. Mengi nimewafundisha na hili naliongezea: chagua fundi mwenye uwezo wa kujisimamia. Hapa ndipo ambapo matajiri wengi au watu wengi ambao wanahitaji kujengewa huwa wanakosea. Kumekuwepo na malalamiko mengi sana kuhusu mafundi ujenzi kutokutimiza majukumu yao ipasavyo. Baadhi ya wateja wa ujenzi hupata usumbufu mwingi hasa pale wanapofanya kazi na mafundi ambao hawana uwezo wa kujisimamia. Kazi inaweza kusimama kutwa nzima kwa kitu kidogo cha kufanya maamuzi. Mfano, kuna kilo moja tu, eh? Kilo moja tu tu ya misumari imefeli. fundi asiye serious kabisa, sio mzoefu na hizi kazi, atasubiri mpaka mteja afike site anunue ndio kazi iendelee. Hii kwa fundi ambayo yupo timamu hawezi akasimamisha kazi kwa kosa dogo la shilingi shilingi elfu nne kwa kilo moja msumari. Haiwezekani. Mara nyingi wateja wetu humchagua fundi kwa sababu ya bei rahisi, lakini wanaingia gharama kubwa sana kuliko ambavyo wangemchagua fundi mwenye uzoefu na anaweza kujisimamia. Mteja unapokuwa na fundi asiyekuwa na uwezo wa kujisimamia basi unajikuta una kila siku unaenda site kama una Unamnani, yani una tatizo kubwa ambalo linahitaji uweze kwenda labda kuenda mgonjwa umelaza hospitali. Nimesema lazima utaenda asubuhi, mchana na jioni kumwona, wakati sio, haitakiwi fundi apate mteja apate shida kama hizo. Kwa nini unataka usumbufu wote huo? Jambo muhimu la kuzingatia, tafuta fundi ambaye ana uwezo wa kujisimamia kwenye shughuli zake za, na wewe baki kwenye shughuli yako ya kutafuta fedha ili uweze kumlipa fundi kwa kati. Inashangaza sana mtu una kazi zako, unaacha unaenda kuwasimamia watu wengine kwenye kazi zao. Hii sio sahihi hata kidogo. Kosa ni kumchagua fundi asiye sahihi, asiye na uwezo wa kujisimamia. Usimchague fundi kwa kuwa umekuta anajenga matofali sana kwenye nyumba ya jirani yako au sehemu hizo kuna pita pita au mitaani kwa kutana nayo, hivyo hilo huwa ni kosa. Wateja wengi utawasikia wakiuliza fundi Waki, utawakuta wakiuliza fundi kwani tofali unajenga kwa shilingi ngapi? Ukimwambia bei ya tofali, mfano ni shilingi elfu moja, yeye atakwambia tofali ni shilingi mia nne. Ngoja niwape elimu kidogo kuhusiana na hapa. Tofauti linalolipwa tofali linalolipwa shilingi mia tatu, mia nne au mia tano lina fundi anayelisimamia na kuhakikisha linajengwa vizuri, ndio maana nalipo hiyo hela. Sasa wewe nenda, akawachukue wale mafundi wanaojenga matofali huko Saiti, halafu wakishindwa kukamilisha ujenzi wako, uendelee kusema mafundi ni wasumbufu. Kabla hujampa kabla hujampa fundi kazi, angalia uwezo wake wa kujisimamia na kusimamia timu yake, kwa sababu fundi ambaye anapewa kazi au ana uwezo wa kusimamia timu yake, ukifeli hapa, basi tarajia usumbufu kwa sababu utaka, utarajia usumbufu kwa sababu utakaokutana nao ni wasaidizi wa fundi, na hivyo kuna mambo yao hayaendi. Kuna fundi yeye ni kujenga tu, asipoambiwa hapo kuna dirisha, basi utakuta nyumba iko juu, ina maana kaziba kabisa. Asipoambiwa mlango unafika, kaziba kabisa yeye. Ye, ye, ye, hapo ndipo utakaposhangaa nakuuliza mafundi, mbona mnajenga nyumba bila madirisha, au umesahau kuweka mlango? Wanaonyea tena, ndio wanaanza kuulizana tena wao kuuliza, he, kuna mlango, kuna mlango hapo, kuna dirisha hapo, kwao madirisha yao tuyawekee wapi au yana ukubwa gani? Kwa hiyo hivyo kama wewe sio fundi usijiingize kwenye mchezo wa kuuza matofali. Huu mchezo ni wa mafundi huko saiti, na kuna mmoja anayejibu anayewajibika kuhakikisha unachezwa vizuri mchezo huu. Kwa hiyo wewe unayekamata kazi ndio una mwenye jukumu hilo, lakini wewe mwenye nyumba hilo jukumu sio rako. Wewe unakabidhi kazi yote, yeye aliyekabidhiwa kazi ndio atajua kusimama na mafundi wake. Mimi mwenyewe ni fundi na ninakutana na mafundi hao kwenye kazi zangu. Fundi hajiongezi kabisa, lakini kesho unakuta akakabidhiwa jengo, kisa mteja alimuona kwangu anajenga. Fundi akifika huko akishindwa, lawama ni kwa mafundi wote. Hata mimi mwenyewe, anapokuwa amekosea, yule aliko aliyemtoa kwangu ananipa lawama, fundi wako ana majajui, wakati mimi sina taarifa hizo. Nitoe mfano mmoja hapa. Kuna baadhi ya wateja wangu waliwahi kunizunguka baada ya kupata kupatana nao kazi, waliona bei ni kubwa, hivyo waliwatafuta mafundi nilikuwa nikifanya nao kazi pale. Vijana walipofika walifanya yao, baadaye wanampigia simu, vijana wako wameharibu kazi yangu. Ndio kitu ambacho nikaanza mimi kushangaa, kwa nauliza, kwani ulivyowapa kazi ulinishirikisha? Mteja anakana kujibu tu kirahisi tu, nilivyoona unafanya nao kazi, nilijua ni mafundi Mbona ukiwa nao wanafanya kazi vizuri? Huwa nawajibu vizuri tu, wanafanya kazi vizuri kwa sababu nawasimamia mimi, ninawasimamia. Sasa wewe bosi ukifika saiti ukanikuta nawasimamia mafundi, unaanza kujiuliza huyu namlipa pesa halafu afanye kazi hivyo? Pesa ninayotoa ni nyingi sana, huyu namfukuza na baki na hawa wanaofanya kazi. Baada ya kumtoa sterling utakuta utakapomtoa tumi kiongozi unakuja kugundua aliyobaki nao wote ni maadui, hawajui kitu kwao. Unapoona mimi nimekaa pale nazunguka huku na kule, ndiyo kazi yangu ya kuhakikisha kazi inaenda vizuri. Hivyo kufuata hatua hizi unapomtafuta fundi wa kufanyia kazi yako, jambo la kwanza kuzingatia, saa mojawapo, awe na uwezo wa kufanya kazi, awe na uwezo wa kufanya maamuzi. Fundi mzuri ni yule mwenye uwezo wa kujisimamia, anaweza kufanya maamuzi muhimu bila kukutegemea wewe kwenye kila hatua. Hii inamaanisha fundi wako anaweza kuchukua hatua kwa kuzingatia matakwa yako bila kusababisha usumbufu wa kutaka kushirikishwa, yaani sio kila jambo anahakikisha na kushirikisha kila kitu. Nimeshuhudia wateja wengi wakisumbuliwa na mafundi saiti. Mfano, wewe ni mwajiriwa au unafanya shughuli zako nyingine, lakini kwa kuwa saiti umemwajiri fundi asiyekuwa na uwezo wa kujisimamia kila wakati unapigiwa simu. Utamsikia fundi akikusikiliza, bosi, huu msingi tuchimbe futi ngapi? Hawa mafundi wengi wamegoma kazi eh? unakuta mafundi wengine wamegoma kazi, tuongezee shilingi ngapi? Yani ulio kabidhi kazi ndo anaanza kuuliza wewe eh? tuwezi tuweke kozi ngapi juu ya ardhi, hajui eh? kwa sababu yeye huwa anasimamiwa. Haya maneno haya na mengine mengi utatakiwa kuyajibu, kisa umemwajili fundi asiyekuwa na uwezo wa kujisimamia. Yeye ni mtu wa kusimamiwa hmm? yeye hana uwezo wa kujisimamia na kusimamia wengine. Kwa hiyo hana uwezo wa kujisimamia yeye, kwa hiyo hata kujisimamia wengine hawezi. Kisa hutaki mafundi wanaojitambua kama mimi. Vile fundi akijitambua unamwita dalali, ukimwona fundi mchafu mchafu, huyo ndio unamwona Saizi yako, jifunze tu. Fundi ambaye hawezi kujisimamia mwenyewe hata kwenye usafi binafsi, atakuja kulisimamia jengo lako la milioni hamsini? Kweli hilo, lazima jiulize. Kujisimamia tu kwenye mambo yake usafi na mshinda, ataweza kusimamia jengo la milioni hamsini? Eh, jambo lingine la pili la muhimu, uwezo wa kusimamia rasilimali. Fundi mwenyewe huyo fundi mjenzi anatakiwa kuwa na uwezo wa kusimamia rasilimali zote zinazotumika kwenye mradi wake bila ya kutegemea moja kwa moja mteja wake. Hii ikimaanisha fundi huyo awe na uwezo wa kupanga na kulinda vifaa na wafanyakazi kwa njia ambayo haitaleta usumbufu kwa mteja wake, sio mteja unafika saiti vifaa vimetupwa tupwa, kila mfanyakazi akikuona umeingia saiti anakuja kukudai tena pesa kama ulipatana naye, yani ukifika site wewe mteja, kazi yako ni kusuluhisha ugomvi. Mara utasikia mafundi wako wali walikuja hapa hawajalipa, wengine wanakuambia toka wiki iliyopita hatujalipwa na mengine mengi. Hili ndiyo linawafanya wateja wengi wakimaliza nyumba moja, hata kuanza ujenzi wa nyumba nyingine tena wanakuwa waoga. Eh, wakati mwingine anaamua kwenda tu hatua kwa hatua, kidogo kidogo kidogo, ili kwa sababu ya kuepuka ule usumbufu kwa sababu walikutana na mafundi pasua kichwa hapo mwanzo. Jambo yeah, lingine la tatu, uwezo wa kufuata ratiba. ili fundi bado nanyoka naye fundi anatakiwa kuwa na uwezo wa kutengeneza ratiba ya kazi na kuifuata bila kutegemea mwongozo wa kila kitu kutoka kwako. Hili litafanyika vizuri ikiwa fundi unayemwajiri atakuwa na uwezo mzuri wa kujisimamia, na hili litapunguza usumbufu kwako wa kufuatilia kila kitu. Jambo lingine la nne Uwezo wa kutatua matatizo. Fundi mjenzi mwenyewe uwezo, yani inatakiwa uwe na uwezo wa kujisimamia, atakuwa na uwezo wa kutatua matatizo yanayoweza kujitokeza kipindi cha ujenzi ukiendelea. Fundi anatakiwa awe na uwezo wa kuchukua hatua kwa haraka na maamuzi ya busara ili kukabiliana na changamoto zinazoweza kujitokeza. Wewe ukifika saiti unapokelewa kama mfalme, uheshimiwi kwa sababu unakuwa umemwajili fundi asiyojitambua lakini ukimwajili fundi anayejitambuliwa pale ukifika unapokelewa kama mfalme. kivipi hakuna atakaye kusumbua na atakaye kufata ni yule ule mwajili wako na ndio mnaweza kuzungukia nyumba na kupewa maelekezo sahihi na hata ukiuliza jambo unapewa maelezo kamili juu ya lile ulilouliza lakini tofauti na hapo ni lazima utasumbuka na kusumbuliwa sana sana sana kwa hiyo hakikisha unatumia fundi mwenye uwezo wa kujisimamia Nipo hapa, mjenzi wa nyumba TZ, unaweza kufanya kazi na mimi. Namba zangu za simu ni hizo unazoendelea kuziona hapo. Pia vile vile unaweza kunipa kazi ikiwa tu hutaki mimi unikabidhi kazi ya kujenga, unaweza ukanikabidhi kazi ya kusimamia tu, unamalizana na watu wengine kila kitu wao, mimi nanipa kazi ya wasimamizi. pia naweza kuchora ramani za nyumba za aina zote na kazi zote zinazohusu nyumba nyumba, kuanzia kuchora ramani, kujenga nyumba, kupiga plasta, kupaua mpaka ufanye finishing zaina zote na nyumba inakamilika. Asante sana kwa kunisikiliza na karibu tena kwa elimu zaidi na zaidi. Shukrani.